Dkt. Tulia ametoa wito huo wakati wa kumkabidhi nyumba ya kuishi Mzee Obed Ambonisye, ambaye ni mlemavu, pamoja na familia yake waliokuwa wakikabiliwa na changamoto za makazi. Wakati tukimfikia mzee huyu walikuwa na uhitaji wa mavazi, na mimi na wewe tunafahamu kule kwetu. Wewe nyumbani kwako unajua mavazi unayo kiasi gani, mengine hujavaa mwaka mzima. Kwa nini usimsaidie jirani yako ambaye anadhiki na we umevaa nguo vizuri kabisa na elfu ishirini unayo mfukoni na hata hujaipangia. Kwani usimpe hiyo elfu ishirini akanua t-shirt? Majirani oye na ndugu oye na ndugu hakisha muona ndugu yake mlemavu, basi anapita huku anapita kule. Kwa nini? Kwa sababu anajua huyu ndugu mlemavu hana atakachokuja kumsaidia. Kwa upande wao, Mkuu wa Wilaya ya Kyela, Josephine Manase na mbunge wa jimbo la Kyela Ally Mlaghila Jumbe wameeleza hisia zao kuhusu hatua hiyo, wakisema ni mfano wa kuigwa katika jamii. Hili jambo linaweza likaonekana ni dogo, lakini ni jambo kubwa sana. Hii mbegu uliyoipanda hapa Matema itaishi mioyoni kwa watu wa Matema hapa miaka na miaka. Kwao sisi tunashukuru na inaamini moyoni kwa mzee wangu Obedi wa ana furaha na ataendelea kuwa na furaha, kwa sababu kitu ulichokifanya ni kikubwa sana, Mheshimiwa Spika geza kwamba na mimi nilishiriki kukushawishi uje ujenge nyumba hapa. Ni kweli nilifanya, lakini wapo walioshawishi zaidi, nao ni wananchi wa Matema. Na washukuru sana wananchi wa Matema kwa kumbeba ndugu yetu. Naye mzee Obedi Ambonisye ameonyesha furaha na shukrani zake kwa Dkt. Tulia kwa msaada huo uliompa makazi bora. Kuna wakati fulani alikuwepo rafiki yangu mmoja, siwezi kumtaja jina, aliniambia kwamba bwana Rais Ali Hassan Mwinyi anakuja Kyela hadi ziwani, twende tukajaribu. Sasa nilikubali, lakini eh, mazingira ya usafiri hayakuwa rafiki, ziwa lilikuwa limechafuka. na kushukuru mama na kushukuru kwa yote ambayo yamefanyika kwangu, nashukuru sana. Mvua ikija, mimi naombea isije, wakati wengine wanataka mvua isaidie mazao kwanza napenda kushukuru kwa jambo ulilomfanyia mwenzangu huyu hapa mahali pale, ni rafiki yangu mkubwa sana. Ilikuwa siku tarehe ngapi ile iliyopita, tulikaa ndani mwake, ilikuwa inanyesha mvua, tulinyeshewa na mvua vibaya sana, na tukamwomba Mungu umalize nyumba, lakini baada ya siku tatu nne nikasikia Dkt. Tulia ameshafika. Asante sana, nashukuru. Nikiripoti kutoka Mbeya, mimi ni Samwel Mpogole.